Licha ya mchezo wa jana wa Simba na Yanga kutoka ya kwa matokeo ya mbili bila, ambapo goli la kwanza liweza kufungwa kwa penalti and then goli la pili liweza kufungwa na Clement Mzize, lakini pia kumekuwa kuna maoni tofauti tofauti ya mashabiki ambao, huyu ni shabiki wa Simba, lakini kwa upande wake yeye ameweza kuisifia Yanga kwa namna yake kutokana na kila ambacho kiliweza kutokea. Sasa shabiki huyu alikuwa ameandika hivi katika ukurasa wake wa Instagram. Kwanza kabisa alikuwa amepost picha ya kocha wa Simba pamoja na kocha wa Yanga wakiwa wamekumbatiana mara baada ya ule ile mechi E, Fadlu Davids pamoja na Milod Hamdi waliweza kukumbatiana and then akaipost ile picha na chini akawa ameandika caption ambayo inasema hivi: kwa mara ya kwanza msimu huu kocha Fadlu Davids amepotezwa vibaya mno kimbinu. Simba hatukua vizuri mbele, katikati wala nyuma. Pongeze zangu dhadhati kwa kocha wa, wa, wa, wa Yanga ambaye ni Milod Hamdi. Kocha Fadlu arudi kutazama dakika tisini za leo, naamini atajikosoa yeye kwa kila kitu, uchaguzi mbaya wa kikosi na sabu zake. Pia kocha wetu kipenzi, kila kitu alichokuwa anajaribu leo. E, siku mbaya kazini kwake, na anapaswa kusahau haraka mechi hii. Kama Miloud Hamdi wangekuwa e, au kama Yanga pia wangekuwa makini leo, tungekula hata zaidi ya goli tano, ambayo ni siku ya jana, sasa nikimaanisha hiyo kwa namna tumecheza eh, siku ya jana kwenye mechi dhidi ya dhidi ya Yanga, tunamshukuru Mungu, mechi imeisha 2-0 kwetu, ni afadhali. Tulistahili adhabu kubwa zaidi ya hii ambayo tumeipata. Achana na penalty ile, sijui kama refa alikuwa sahihi au la, ila Mose Kamara au kipa wa Kamara, sioni kosa lake pale kusogea juu, alikokuwa akiokoa timu zaidi ya mara tatu kwa namna ile ile Kamara ana bahati mbaya sana, nafikiria alistahili kupongezwa kwa mechi yake leo, ila kwa wabongo walivyo, watamlaumu tu. Kocha wa Yanga alishinda mechi alipoanza na muda Abuya na Aucho kwa pamoja. Eh, Fadlu, hakushtuka kabisa. Na, ku, eh, na, na una kagoma, unakagoma unangoma pekee unatajwa mechi hapo, alafu nafikiri utashinda kweli njia au akasema, eh, nje umemwacha mavambo, huoni kama kulikuwa kuna namna itakiwa uifanye akaandika chini tena kwa kusema kwamba leo nimekubali tumefungwa kwa haki, timu bora kiwanjani imeshinda, mpira umeshinda. Alafu chini akaandika mpaka wakati mwingine mnyama atashinda tu, akaweka emoji za kumonyesha Simba pale na vitu vingine vikawa vimeendelea kibao. Sasa kwenye upande wa ile penati pia akaja kuposti ku, ku tena picha nyingine, akaendelea kukuizungumzia tu ile penati ambayo inasemekana kwa upande wake yeye anaona kama haikuwa sawa kabisa. Akaandika kwamba nimerejea tena na tena kutazama tukio lililozalishwa mkwaji wa penati eh, kwa kwa Gongowazi, akimaanisha ya Yanga. Mpaka sasa bwana, sijaelewa ilikuwaje, ni penati au sio penati? Mpira uko hamsini kwa hamsini, baina ya kipa na mshambuliaji. Mshambuliaji amenyosha mguu akaugusa aka mpira, kipa hakufanya jaribio lolote kumzuia mshambuliaji, alisimama tu, na hata anashambulia alishapoteza mpira ule, usingekuwa ukifunika tena mguu wa mshambuliaji unakita tumboni kwa kipa, inakuwaje ni penati? Hapana. Mwamuzi jana alichezesha kwa kiwango cha juu na msifia sana, ila pale alichemka, pengine alihitaji msaada wa VAR. Ilistahili kuwa yellow card kwa anayeshambulia dangerous player, kwa sababu kwa kile kitu ambacho amekwisha kukifanya. Ni mtazamo wangu tu, ila haiondoi ukweli kwa timu bora uwanjani jana ndio imeweza kushinda. Hayo ndio maoni ambayo bwana shabiki huyu alikuwa ameporomoka kwenye ukurasa wake wa Instagram kuweza kuisifia Yanga kwa upande mzima wa mbinu, lakini pia ubora ambao waliweza kuonyesha siku ya jana na kuweza kufikisha timu yake pale ilipofika, lakini pia akasema kwa mapungufu yake yeye katika upande wake wa timu yake, nikimaanisha timu ya Simba, kwamba Fadlu kulikuwa kuna eh, mambo mengi sana ya kuweza kuyafanya alikuwa pale ana, ana, ana Bruno Fernandez wakuweza kuingia pale angeweza kufanya pale mambo ma, tofauti tofauti, kutokana na the way ambavyo Yanga walikuwa wamejipanga kwa kumweka Duke ya Buya, akamuweka Mudathir Yahya akamtia na Ausho, lakini yeye akamtumia tu Kagoma pamoja e, na Ngoma, na ndicho ambacho kimeweza kumfanya waweze kuadhibiwa kwa magoli yale, lakini endapo angeweza kufanya hesabu ambazo zilikuwa zina akili au hesabu ambazo zilikuwa zime zimekaa poa zaidi, i think bana Simba na wenyewe hata kama wangeshindwa wange kushinda lakini wangeweza kutoa hata draw tu kutokana na kile ikasababisha pale katikati watu kuwezana kuachana achana, kwa sababu kwa upande wa Simba walikuwa wawili, Kagoma na Ngoma, and then kwa upande wa Yanga walikuwa watatu, Abuya, Mudathiri pamoja na eh, Aucho, moja kati ya watu ambao wa wa eh, pia ni hatari sana katika maeneo hayo ya katikati. Lakini eh, kocha Fadlu alishindwa kumuingiza pia Bruno Fernandes aweze kufanya mambo pale kati, kwa mengi kuwa watatu kwa watatu, so tungejua nani ni nani ambaye anaweza kustahili. Lakini yote kwa yote, kila mtu ameweza kukubali timu bora uwanjani ndio ambayo ime kushinda. Sasa yapi maoni yako kwa upande wako kama wewe shabiki wa Yanga lakini pia kama shabiki wa Simba? Drop comment yako hapo na maoni yako kuhusiana na mechi ambayo mech ambao imeweza kuchafukwa siku ya jana. Tutegemee pia Yanga pia tarehe 29 siku ya Jumapili anakwenda kule Zanzibar kuweza kushiriki katika kombe la shirikisho kutokea hapa hapa Tanzania ambalo naandaliwa na CRDB Confederation Cup pia. Je, atashinda atashinda Yanga au atacheza au atashinda eh, Singida Black Stars kwa sababu ndiye mtu ambaye anaweza kupambana naye? Drop up comment yako, subscribe channel yetu, ukilike. Warakomentisha kinoma kinomanoma. And my name is Zildati, kabisa take care for this ciao.